Karibu na wanajamii wenzake, lakini hata kwenye eneo la miradi ya maendeleo maendeleo. Yenyewe sio yeye, tuna familia yake nzima kiujumla, ni watu ambao wapo karibu sana na makundi yote ya vijana eh, ya, ya kina mama kwa maana ya mama yetu yeye, lakini pia na, na, na, na wananchi kwa ujumla katika maeneo na nyanja mbalimbali mbali za, za maendeleo. Mi binafsi kama mbunge eh, Charles ni, ni, ni, ni, ni kaka E, binafsi na kabla ya kuwa mbunge toka nikiwa diwani wa kata hii e, mwaka elfu mbili na kumi na tano nimekuwa ni mshauri wa karibu sana katika juu ya, ya mambo ya maendeleo kwenye kata hii, lakini hata nikiwa mbunge hivi e, tumekuwa tukizungumza mara, e, mara kwa mara. E, kwa njia zozote nikiwa Dodoma kwa njia za simu, lakini hata kuja hapa na kufanya vikao vya ndani na nje ya geti lake. Kwa hiyo e, ni mtu ambaye kwa kweli tunasema tumempoteza kiongozi mashuhuri, lakini tu sio e, kiongozi mashuhuri lakini, lakini kiongozi mpenda mpenda maendeleo na mpenda watu.